Chai, kujiliza swali ni kwa nini Bwana Yesu alilala katika chombo kile wakati wa dhoruba ile walipokuwa baharini walipokuwa wanavuka kuelekea ngambo. Wewe kujiliza swali la namna hiyo, basi usijali, nenda kulijibu swali hilo kwa kifupi sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo ule mlango wa nane ukianzia mstari wa 24 mpaka 27 utaenda kukutana na kisa hicho kwamba Bwana Yesu amemaliza wa kuhubiri sehemu moja, akawa sasa anaelekea sehemu nyingine. Kwa hiyo wakapanda kwenye chombo, wakawa wakiendelea na safari yao, kaanza safari yao sasa. Kutokana na kwamba alikuwa amehubiri muda mrefu, akalala usingizi katika chombo kile. Sasa alipolala usingizi, bahari ikachafuka, mawimbi yakawa makali Yaani, maji mpaka yakipiga chombo kile, mpaka maji yakaanza kuingia kwenye chombo. Kwa hiyo kile chombo kikawa kwenye hatari kubwa ya kuzama. Haraka haraka wanafunzi wa Yesu wakaona tunaangamia hapa, wakaenda wakamwamisha, wakamwamsha Bwana Yesu, akamwambia Bwana, tunaangamia. Bwana Yesu akaamka kwenye usingizi, Biblia inasema akakemea upepo na bahari iliyokuwa imechafuka, kukawa shwari kuu. Wakawa wakiulizana ni mtu wa namna gani huyu mpaka bahari na upepo unamtii? Sasa nataka nianze kujibu hilo swali la mwisho. Unajua hawa wanafunzi wa Yesu kitu ambacho walikuwa wanakosea ni kwamba walikuwa wanamchukulia Bwana Yesu kama mtu. Ndio maana wanauliza ni mtu wa namna gani hata bahari na upepo unamtii. Lakini alivyoamka kwenye usingizi ule, aliwauliza swali moja la msingi sana, iya, imani yenu ipo wapi? Imani yenu ipo wapi? Kwa hiyo hapa tunajifunza jambo moja kwamba mawimbi, upepo mkali, machafuko ya bahari yapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba imani zetu zinakuwa. Yaani ukiona unapata changamoto fulani, unapitia kwenye matatizo fulani, mambo yamekuwa mengi, mashambulio yamekuwa makubwa sana, kila mahali unapoenda ni vita, kinachotakiwa kujua ni kwamba wakati huo Bwana Yesu anataka ku, ku, ku, kuinua viwango vya imani yako. Yaani hapo unafundishwa somo la imani, na nikwambia, hakuna imani kama hakuna mawimbi, hakuna imani kama hakuna matatizo, hakuna imani kama hakuna machafuko. Nakumbuka hawa wanafunzi wa Yesu walikuwa na Yesu chomboni, lakini matatizo bado yakatokea kwao. Haimaanishi hata ukiwa ndani ya Yesu kwamba hautapata changamoto au matatizo. Ukiwa na, na Yesu ndio utapata changamoto nyingi lakini changamoto nyingi hizo zinakuja ili kukuza imani yako, na ujue kabisa Biblia inasema hivi, pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa hiyo yeyote yule ambaye anamwendea Mungu inampasa aamini kwamba yupo. Unajua, Mungu haonekani kwa macho haya ya kawaida, lakini Mungu tunamwendea kwa imani, anaonekana Mungu kwa imani. Kwa hiyo unapoinua imani wakati wa changamoto ndio wakati ambapo unadhihirisha kwamba Mungu yupo na anasaidia. Mungu huwa anajitokeza wakati ambapo tumeshindwa. Alafu sasa, sikiliza. Unajua alichokuwa nataka Bwana Yesu pale ni nini? Alichokuwa anataka Bwana Yesu wakati yale mawimbi yalivyotokeza, alichokuwa anataka wanafunzi wake wa apply imani, yaani wasimame sasa, waanze kufanya practice ya imani kwa kuyaambia yale mawimbi nyamazeni, kwa kuambia ule upepo tulia. Na unajua kama wangefanya vile, upepo ungetulia na bahari ingetulia. Ndio maana walivyomwamsha usingizini Bwana Yesu, alivyokuwa anawaambia nyie, kwa nini hamna imani, alikuwa anawaambia katika toni ya kawaida, alikuwa amechukia. Kwa hata leo tunapopata matatizo, tunapokuwa katikati ya mawimbi, tusikimbilie kupambana na mawimbi, kwa sababu wale wanafunzi wa Yesu walichokuwa nafanya ni kuhangaika kutoa yale maji ambayo yalikuwa yame yanaingia kwenye chombo, ni kupambana na mawimbi. Yaani hatutakiwi kupambana na mawimbi. Ukipambana na mawimbi unakosea. Kinachotakiwa ni kuinua imani. Mawimbi yanapoinuka, mashambulizi yanapokuja, kinachotakiwa ni kutumia jina la Yesu. Unasema, katika jina la Yesu Kristo ali hai, na nyamazisha mawimbi haya nanyamazisha bahari hii, nanyamazisha matatizo haya ambayo yanataka kukuzamisha. Ukitumia jina la Yesu unajua kinachotokea ni nini? Ni kama vile mtu anakuita jina lako Mollel. Hata kama ulikuwa kwenye shughuli zako, Mollel, unakuja. So unapotumia jina la Yesu unamuita Yesu kwenye situation yako, najua, unajua ukishamuita Bwana Yesu kwenye hali ulionayo Ye, unajua vitu vyote vya chini ya ardhi vinamtii, vitu vyote vya juu ya ardhi duniani vinamtii, vitu vyote vya mbinguni vinamtii. Kwa hiyo unapoliita jina la Yesu, ina maana unamwita yeye, na ukimwita yeye, atatuliza hiyo dhoruba yako wakati wowote na kutakuwa shwari. Halafu uzuri ni kwamba ukishatumika kwenye ishara au miujiza au maajabu ukitumika kwa namna hiyo, lile tendo moja linalotokea huwa linatumika kujenga imani yako. Kwa hiyo litasababisha matendo mengine uyafanye kirahisi sana, kwa sababu tendo la kwanza linajenga imani ya pili. Kwa hiyo kuanzia leo liite jina la Bwana Yesu. Acha kutazama, acha kupambana na mawimbi, acha <laughs> kupambana na hofu zako. Hey, nitakufa, ndugu yangu, hatutaishi milele. Tumia jina la Yesu, tumia jina la Yesu ili kwamba kama ni wakati wako umefika wawe kuondoka, umeondoka mikononi mwa Mungu, umeondoka katika imani. Unajua, nikwambie, unajua kuna watu wengine tu wataingia motoni kwa ajili ya kutokuamini. Yaani, jaribu fulani lilikuja kwenye maisha yake wakati ambapo alitakiwa kumhakikisha Mungu, akaogopa, akaliangalia tatizo mpaka likawa kubwa, likammeza. unajua Iko hivi, naomba unisikilize kwa makini, kwa sababu ni msingi sana kulijua hili. Usiangalie ukubwa wa jaribu, usiangalie ukubwa wa pepo, usiangalie nguvu ya jini linalokushambulia, usiangalie ukubwa wa shetani. Ukikaa na kuanza kumwangalia shetani na nguvu kiasi gani, utasahau uweza wa Mungu. U, ukubwa wa shetani, nguvu za shetani, chochote alicho nacho hakilingani na uweza ulio katika jina la Yesu. Hakilingani na Yesu. Kwa hiyo wewe focus na Yesu, tafuta msaada kwa Mungu. Kwa vile Mungu yuko juu ya kila kitu, ina maana hata hicho kinachokutesa sasa hakitakuweza, kwa sababu utakuwa nasaidiwa na nguvu ambayo ni kubwa kuliko nguvu zote. Ubarikiwe eh, kwa kusikiliza eh, video fupi hii ambayo nimeona ni share na wewe. Somo hili kutoka katika kitabu cha Mathayo mlango wa nane kuanzia mstari wa ishirini na tatu mpaka ishirini na saba. Mungu akubariki sana. Asante sana, sana.